Miji mingi nchini Kenya inakabiliwa na changamoto ya maji taka, tatizo linaloleta magonjwa na kuchafua mazingira. Lakini kwa wakazi wa Mikindani, kaunti ya Mombasa, suluhu imepatikana. Sasa, maji taka kutoka nyumba za watu zaidi ya elfu 40 yanasafishwa na kutumika mashambani, na kubadilisha taka kuwa rasilimali ya kijiji. Nancy Kering anaarifu zaidi. Katika kijiji cha Mikindani, eneo bunge la Changamwe, kaunti ya Mombasa, mradi wa kipekee unageuza changamoto kuwa suluhu. Maji taka kutoka nyumba za wakazi zaidi ya elfu arobaini sasa usafishwa kupitia mfumo wa kisasa unaotegemea nguvu za kiasili, kisha kutumika kumwagilia mimea mashambani. Katika eneo hili lililotengwa Maji taka hukusanywa na kupitishwa kwenye matabaka ya mawe, changarawe na nyasi. Hatua kwa hatua, uchafu uondolewa na maji hubadilika kutoka kuwa hatari hadi kuwa salama kwa matumizi ya shambani. Hapa kuna kokoto, tulianza na kokoto eh? Then after kokoto tukaeka chips. After chips, eh? Then tukaeka nini? Tukaeka mchanga ambao ni mchanga ni mchanga wa changarau. Then, after mchanga wa changarau Tukapanda hii mimea. Haya maji ni masafi kwa hivi sasa, inaweza kusaidia wakulima upande wa upanzi. Mbinu hii inayoitwa constructed wetland ni ya kipekee kwa sababu inategemea nguvu za mvutano wa asili bila kutumia kemikali, kupunguza uchafuzi wa mazingira na kulinda bahari ya.

Mradi huu ni sehemu ya mpango wa Go Blue Project unaotekelezwa na shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira UNEP, shirika la kutunza mazingira nchini NEMA, na serikali ya kaunti ya Mombasa, ukilenga kaunti zote sita za pwani. Zaidi ya kwamba ni maji taka, wakati imeshasafishwa ime tumewezesha wakulima kuweza kukuza chakula ambacho kinakuzwa kina na maji ambayo ni maji ambayo yako safi Tuko na mashamba, watu wengi wanalima hapa chini, wengine wanalima upande wa kule juu, na wote wame, wanapata hii maji kwa njia inastahili. Inatusaidia kwa upande wa kulima na afya mboga. Haya maji inasanyika pamoja, inasafishwa na ina, inakuwa manufaa kwa wana Kijiji. Baada ya mradi huu wa kusafisha maji taka kupatikana, wakazi wa eneo hili wameweza kupata suluhu ya kukuza mimea na kupata vyakula vya kutosha. Nancy Kering, runinga ya Citizen, kaunti ya Mombasa.